Rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla kujitahidi kuwarekebisha wanao hasa wakati huu Kenya inatarajia kujiunga na mataifa yaliyoendelea akibaini kuwa taifa la Kenya litahitaji vizazi vyenye maadili mema. Akizungumza jijini Eldoret katika hafla ya kutamatika kwa awamu ya tisini na nane ya Tamasha za Muziki na Utamaduni, Kindiki amesisitiza umuhimu wa kuhifadhi tamaduni akisema zitasaidia pakubwa kuwarekebisha vijana wanaosema wamepotoka kimaadili hasa kutokana na athari mbaya za kimitandao. Baada ya siku tisa za nyimbo, ngoma, maigizo na maonyesho mbalimbali ya kitamaduni, hatimaye tamasha la 98 la muziki na utamaduni limekamilika hii leo katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo naibu wa rais profesa Kithure Kindiki Ma, Kindiki akisisitiza umuhimu wa kuhifadhi tamaduni anazosema zitasaidia kurekebisha upotovu wa kimaadili miongoni mwa vijana hasa kutokana na maendeleo ya kidijitali na athari mbaya za kimitandao.

Amebaini kuwa iwapo Kenya itapanda hadhi kuwa miongoni mwa mataifa yaliyoendelea, kuna umuhimu wa kujenga misingi dhabiti ya kimaadili kwa kuwa taifa litahitaji vizazi vilivyo na maadili mema. Our ethics, our values is as important as the roads, the water and the electricity we need to children in. Waziri wa Jinsia na Utamaduni Hana Cheptumo akisisitiza umuhimu wa sanaa za kitamaduni akibaini kuwa zinaweza kutumika kupigana na maovu katika jamii kama vile dhulma za kijinsia you know that we have had issues to do with the femicide you know gbv including femicide we can actually use culture to speak about the negative things which are happening in our society no wonder today you saw all these performances tamasha la mwaka huu limefanyika jijini eldoret kaunti ya wasingishu kauli mbiu ikiangazia umuhimu wa utamaduni katika kukuza umoja ubunifu pamoja na maendeleo katika jamii. Out of the great performance that we do here out of the scripts that we do here we will be able to communicate. I want united Kenya. James Mwangi, Undugu TV.